Na, Ostaz Juma na Musoma bwana aonyesha masikitiko na malalamiko na kuumizwa vikali kwa kitu ambacho kimeendelea au kimetokea huko mtandaoni kumuhusu Ibra kwa yale mabaya na mazito ambayo ameyazungumza kumuhusu Harmonize ambapo kwa namna moja au nyingine eh, imeonekana kama vile ni ya kumchafua Harmonize. Kitu ambacho kwa upande wake yeye Ostaz Juma na Musoma kimemuumiza sana akiwa kama mdau mkubwa wa Konde Gang na shabiki mkubwa sana wa Harmonize Konde Boy. So, Ostaz Juma ame-post video ambayo inaonyesha, inaonyesha moment ambayo yeye alivyoendaga kutembea pale Konde Village na alikutana pia na Ibra pale wakapiga stori na nini. Ameposti hiyo video, alafu akawa ametia sauti akiwa anaelezea jinsi ambavyo yeye anavyolichukulia hili jambo huku linavyoendelea. Msikilize hapo Ustaz Juma. Kitu nichokigundua Tanzania, hatujui kama wasanii tunapokuwa tunawatoa pasipojulikana kwenda kwenye kujulikana, pasipokufanya vizuri kwenda kwenye kufanya vizuri huwa watu hawajui kama tunatumia nguvu kubwa sana, na tunatumia gharama kubwa sana lakini, msanii anapotoka pasipojulikana kuja kwenye kujulikana, huwa anamwona yule aliyemsaidia kumfikisha hapo kama ni mpumbavu na mjinga. Na wasanii wameshafikia hatua ya kujua kwamba nikiamua kusema uongo, nikamsingizia aliyenisaidia uongo nikamsingizia jambo fulani, nikasema jambo fulani ni kumdhalilisha na kumvunjia heshima, basi Watanzania huwa ni watu wa kukurupuka na kucomment na kumpa mchango fulani msanii huyu. Kitu ambacho mnasahau ni kwamba, hebu jaribuni kuwa, kuwa watu wa kuelewa kwamba Konde Gang sana na imetumia pesa zake kumsaidia huyu kijana ambaye anashika kiuno na, ku, na kuonekana amevaa chupi nyekundu. unavaa chupi nyekundu kijana mfano mekundu, mpenzi, kundu, kumsa, wa maua mekundu anayopelekewa mpenzi wao, unavaa chupi nyekundu hiyo bana kweli? alafu mwisho wa siku enda kusema maneno asiyokuwa na adabu mtu aliyekusaidia alafu, nyiwa watu mnaokomenti kwamba sio ya kumsaidia mama yake, mama yake alitaka kufa. Sikilizeni jamani, Jambo la kusaidia mtu ni jambo la kihiari, sio jambo la lazima, kwa sababu ni jambo ambalo halipo kwenye mkataba. Kumsaidia msanii sio kusaidia familia, jamani eh, kusaidia msanii sio kusaidia familia. Ibrahim hajipata anatembelea gari na maisha yake, kumsaidia mama yake sio kama, mbona kuambia Watanzania wengine wamsaidie? Mbona kuambia watu wengine wasaidie? Sio unapotokea jambo la ugomvi ndio mnaanza kuingiza mambo ya familia, mambo ya mama, sio mambo ya nini. Anataka kutufanya hivi Msanii mpaka leo unamjua unavimba mashavu una unajaa una, una maneno una, una mdomoni kwa sababu ya Ibra Ibra, ambaye amesaidiwa na Harmonize. Bila Harmonize usingemjua. Hebu tumeinungua na bwana.